Marabaa mtazamaji, wazee wangu kutoka tiribe wanasema kwamba ukishika nyundo, sidhani kila kitu ni msumari na ukaanza kugonga gonga. Tunza nguvu zako kwa ajili ya vitu vya maana, hasa wanaume, kwani kuna utafiti unasema zaidi ya asilimia kumi ya vijana wana upungufu wa nguvu za kiume. Si maneno yangu, utafiti unasema hivyo. Ni Ijumaa ya tarehe 30 mwezi Januari mwaka 2026. Matumaini yangu kwamba jioni yako inakuendea salama. Hujambo na karibu, hii ni taswira ya wiki. Mimi naitwa Joseph Leo. Kumbuka matangazo hayo unaweza kuyapata moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, hasa kupitia simu yako. Pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube tunapatikana Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter at Alshifa Media Kenya. Tukianza na taarifa kuu mtazamaji, ni kwamba maafisa wa upelelezi na jinai DCI kutoka hapa jijini Mombasa kwa ushirikiano na wenzao wa DCI Urban na kituo cha polisi cha Tononoka wamefanikiwa kumkamata mshukiwa sugu wa uwizi wa mabavu aliyenaswa akimshambulia mlinzi katika tukio lilionaswa katika kamera ya CCTV na kusambazwa pakubwa kwenye mitandao ya kijamii katika eneo la mwembe kuku. Kanda hiyo inaonyesha mshukiwa akiwa na panga pamoja na mwenzake wakimvamia mlinzi huyo bila kutarajia kabla ya kutoroka na simu yake ya mkononi. Baada ya tukio hilo, maafisa wa DCI walianzisha msako mkali uliowezesha kuwatia mbaroni kupitia ushahidi wa kitaalamu. Mshukiwa huyo kwa jina la Salim Kea Ngesa alikamatwa katika nyumba ya kulala ya wa wageni mtaani Bondeni ambako alikuwa amejificha. Wakati wa ukamatwa kwake, maafisa hao walipata simu sita za mkononi za aina tofauti, panga yenye madoadoa ya damu, visu viwili na kanzu ya rangi ya kijivu inayodaiwa kuendana na mavazi yalionekana kwenye picha za CCTV za tukio hilo. Mshukiwa sasa anazuiliwa akisubiri kufikishwa mahakamani, huku msako ukiendelea kumtafuta mshukiwa mwenzake ambaye anaaminika yuko mafichoni. na watu watano wamekamatwa na maafisa wa mamlaka ya kitaifa kupambana na pombe haramu na mihadarati na kada katika eneo la Kongowea, Nyali, kaunti ya Mombasa. Watano hao walinaswa kufuatia msako mkali unaoendelea kote nchini dhidi ya biashara ya pombe haramu. Inadaiwa kwamba washukiwa hao walikuwa wakijihusisha na biashara ya pombe haramu yenye thamani ya mamilioni ya pesa. Miongoni mwa waliokamatwa ni mwanamke anayesemekana kuwa msambazaji mkuu wa pombe hiyo, ambaye pia anadaiwa kumiliki zaidi ya maeneo sita ya kuzia pombe haramu katika eneo la Kongowea. Some have, uh, fake KRA stamps, others have uh, a KRA stamp mismatch. Some of the boxes here are being produced by companies that are not licensed. Ones whose uh, licenses were cancelled last year but one. Indo ambao hupo, hupo na ningependa kuwahimiza wananchi, maanake kila mali tunaenda na tunawashika hao wa watu. Kuna wananchi wanaishi hizo eneo wa watupe hizi habari, ndio tuweze kusaidiana, manake kupigana na hizi miadarati is a effort ya kila mtu na mtazamaji. Tukiendelea na taarifa zetu, ni kwamba katibu mkuu wa uchukuzi katika wizara ya barabara Mohamed Dagar amesema kwamba wamefikia makubaliano kuhusu kuanzishwa kwa, kwa masomo ya reli katika ukumbi wa Little Theater jijini Mombasa hivi karibuni. Akizungumza na waandishi wa habari, bwana Dagara amesema kwamba wameridhishwa na uamuzi huo na wataboresha eneo hilo ili awe mazingira kwa chuo kitakachoanzishwa na pia vijana walio katika tasnia ya sanaa katibu huyo pia alikuwa ameandamana na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini bwana Philip Mainge na mbungo Mvita Mohamed Sud Machele ambaye amesema kwamba ofisi yake iko tayari kusaidia kulipa karo kupitia CDF kwa wanafunzi ambao watajisajili kusomea mafunzo ya reli katika chuo hicho. Awali kulichaguliwa kamati ambayo ilifaa kutoa majibu ndani ya siku saba ili kutoa mwelekeo mahususi kuhusiana na swala hilo by both parties. I myself has witnessed it, together with my managing director here Mr. philip Mainga. we are happy uh, to announce that uh, the creative economy practice will continue as was, but in an improved condition. uh, we are also happy to announce that the Railway Training Institute uh, will uh, commence uh, here in Mombasa County at this given premise we will work internally to improve this space to ensure that it's accommodative of both the two uh, practices both the institute uh, and uh, also uh, the creative arts that has been going on here and that is the purpose why we are here today na tuta encourage my youth opportunity mekuja, kama viongozi tulipiga fujo kusema tutataka vijana wetu wawe kwa railway wajaandikwa kazi lakini railway na sheria zao. So kama CDF tutasupport my youth wote, watatupa hizo study zao, tuangalie njia gani tutawasponsor youth waje hapa kuenroll by March, even a ambao wanafanya creative challenge nam tuelekee katika kaunti ya Kilifi ambapo kijana mmoja wa umri wa makamu kutoka kambi ya waya eneo bunge la Magarini kaunti ya Kilifi amefumaniwa na msichana wa shule wa gredi ya pili. Wakazi waliojawa na hasira walimpa adhabu kali, wakionyeshwa kutoridhishwa na kitendo hicho cha kinyama. Ni taarifa ambayo mtazamaji, tunazidi kuifuatilia kwa karibu na tutakujuza katika mitandao yetu ya kijamii.

Haya, turudi katika kaunti ya Mombasa ambapo madarasa moja iliyopo eneo la Kisimani gaduzi dogo la Nyali imeshukuru taasisi moja ya kijamii kwa kuunga mkono mashindano ya vijana ya kuhifadhi Quran katika eneo hilo. Madarasa hiyo iliyopo Ziwa la Ng'ombe imetoa shukrani kwa Elkana Jacob Foundation kwa kupania kufadhili mashindano yatakayofanyika tarehe saba Februari mwaka 2026. Mwanahabari wetu Jonathan Mwanzia amekuandalia taarifa ifuatayo. Madrasa moja iliyopo eneo la Kisimani gatuzi dogo la Nyali hapa Mombasa imeishukuru taasisi moja ya kijamii kwa kuunga mkono mashindano ya vijana kuhifadhi Qurani ikiwa ni katika eneo hilo. Madrasa hiyo Daru Dira Setil Islamia iliyopo Ziwa la Ng'ombe imetoa shukurani kwa Elkana Jacob Foundation kwa kupania kufadhili mashindano yatakayofanyika tarehe 7 Februari mwaka huu. Ustadhi Khatib Wayu Odha amesema kuwa mashindano hayo yatasaidia kwa kiasi kikubwa kuwakumbusha vijana athari za mihadarati na dawa za kulevya pamoja na umuhimu wa maadili mema na misingi ya kidini huku akitoa himizo hilo kwa maustadhi na viongozi wengine katika jamii. Na tumekusanyika hapa, lengo kuu kabisa ni kwa ajili ya mashindano ya Al-Quranul Karim na mashindano yenyewe yaliazimiwa na wanati ama yameazimiwa na watu Muslim communities wa kutoka Nyali, wao ndo wamekuja na fikra hii. Baada ya kwamba wamekuja na fikra hii, wameamua ya kwamba wamfuate kiongozi ambaye kwamba kiongozi mwenyewe atakuwa ni mkakamavu na jambo hili atalishikilia moja kwa moja, na walienda. Baada ya kuenda kwa kiongozi kama huyo, yule kiongozi hakuweza kutuacha. Kiongozi mwenyewe ametushikilia mikono na sisi kama muslim community hi, tunasema, wa sehemu hii tunasema, bwana Mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, anasema hivi man sana alakum ma'rufan fakafiuhu, yoyote ambaye atakayewafanyia ataka jambo jema, basi huyo mtu mfanyeni, mtoshelezeni au mlipeni hilo jambo ambalo amelifanya fa ilam tajid matukafiunahu kama hamkumpatia hamkupata jambo ambalo kama mtaweza ku, kuweza kumlipa, fadulu lahu, muombeeni dua. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo yametupelekea tuweke mashindano ya Qurani, kwanza ni kuwa empower muslim youth, wale watoto wa kiislamu walioko ndani ya Nyali kwafanywa hapa haya mashindano kwa sababu ya kwamba e, tupate kuondoa watu wawe bizi katika kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Watu wameingilia katika upande wa drugs, hakuna mtu ambaye kwamba analizungumzia jambo hili na hatujuani, mimi sijamjua, nilikuwa simjui na yuko kivyake nami niko kivyake. Kwa sababu hiyo nimesikia raha, na kama tutapata viongozi kama hawa, nina uhakika 100% Communities ambazo zimeachwa nyuma zitakuwa katika ile sehemu ambayo iko sawa sawa. Wakfu huo wa Elkana Jacob unaoongozwa na Elkana Jacob mwenyewe, ambaye pia ana azma ya ubunge Nyali katika uchaguzi ujao, unajulikana kwa kuunga mkono programu za kielimu kwa jamii za Kiislamu na Kikristo ndani ya eneo bunge la Nyali, amesema kuwa msaada huo unaotolewa kupitia taasisi yake ya kijamii hauna nia za kisiasa, huku akiwahimiza viongozi kushirikiana katika kuinua jamii kupitia elimu. Mwaka jana mwisho mwisho, nilifuatwa na hawa mandugu zangu hapa, ama imamu na, ma ama na maustadhi wakanielezea kwamba kuna hoja kubwa sana ya sisi kama jamii ya Nyali, sisi kama viongozi, tukuje pamoja na tulete mafundisho ya dini ya Kiislamu. Ukiangalia uh, zaidi kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika jamii yetu kutoka Kongwea, kutoka Friatown, uh, Ziwa la Ng'ombe na ita, hata hizo wodi zingine. Kuna mambo ya insecurity mingi sana ambayo inaendelea, kuna mambo ya miadarati. Sisi kama jamii na sisi kama viongozi lazima tujitolee ili kuboresha jamii yetu, na nashukuru sana kupitia uongozi wangu vile ambavyo nimekuwa nikifanya katika maeneo tofauti tofauti. Kuna mandugu zangu ambao tuko katika ulingo wa kuhamasisha jamii hapa katika eneo letu la Nyali, na nashukuru sana kwamba wananiiga yale mazuri ama yale ambayo wanazidi kufanya, mpaka niko na taarifa kwamba kuna wengine pia wanataka kufanya mafundisho kama haya, which is a very good thing because we we are here to empower the community, we are here Aidha amesema maendeleo ya jamii yanahitaji mshikamano wa viongozi bila kuhusisha masuala ya kisiasa. Kwa ufupi ni kwamba tuko mbele na tuko tayari. Sisi kama viongozi hatuangalii dini, hatuangalii mipaka na hatuangalii umri na hatuangalii hata kabila and whatever that is happening, hii ambayo inafanyika haifanyiki kwa misingi ya kisiasa, la hasha. Inafanyika through Elkana Jacob Foundation na inafanyika kwa minajili ya jamii yetu ya Nyali. Ama kwa upande wake mwenyekiti wa taasisi hiyo Rashid Masha amesema kuwa Elkana Jacob Foundation ina mipango ya kupanua harakati zake na kufikia maeneo mengine nchini, lengo likiwa maendeleo katika jamii. Uh, Elkana Jacob Foundation ni shirika linalojihusisha na kuenua jamii especially maeneo yetu ya Nyali ama hata mbali, lakini kwa sahii tuko Nyali peke yake. Kwa hivyo, elimu, afya na matatizo madogo madogo ambayo yanakumba wananchi maeneo ya Nyali, sisi huwa tunajitokeza kuhakikisha kwamba tunasaidia. Jonathan Mwanzia nikiripotia Alshifa TV kutoka Mombasa. Na, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kwake Jonathan Mwanzia, tunachukua pumziko fupi, lakini kusi usiende mbali usibanduke, maana bado tunaendelea na taarifa zetu. Asante sana mtazamaji, kwa kuichagua Alshifa kuwa kituo chako cha habari, burudani na michezo. Kumbuka unaweza kuyafuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia simu yako ya mikononi, lakini pia kupitia mitandao ya kijamii. Pale Facebook unatupata at Alshifa Digital Kenya, YouTube ni Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter ni Alshifa Media Kenya. Kimataifa ni kwamba utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso umevunja vyama vyote vya siasa na kufuta sheria zilizokuwa zikisimamia undwaji na uendeshaji wa vyama hivyo. Hatua hiyo imethibitisha kupitia amri iliyoidhinishwa na serikali siku Alhamisi. Waziri wa mamlaka ya maeneo Emily Zabo amesema uamuzi huo ulifikiwa baada ya serikali kubaini kwamba vyama vya siasa vilikiuka miongozo ya kuanzishwa kwao, kuchochea migawanyiko miongoni mwa wananchi na kudhoofisha mshikamano wa kijamii. Kwa mujibu wa amri hiyo, shughuli za vyama vya siasa ambazo tayari zilikuwa zimezuiwa kwa muda mrefu chini ya utawala wa kijeshi zitasalia kusitishwa. Aidha, mali zote zinazomilikiwa na vyama hivyo zinatakiwa kuhamishwa kwa serikali, kulingana na taarifa ya shirika la habari la serikali. Hatua hiyo imekosolewa vikali na wanaharakati wa haki za binadamu wanaosema kwamba mwendelezo wa kudhibiti uhuru wa raia na kuzima upinzani wa kisiasa tangu jeshi lipochukua madaraka kupitia mapinduzi ya mwaka 2022 na mtazamaji, tuelekee michezoni, ambapo kamati ya ligi na mashindano ya shirikisho la soka nchini FKF imeamua rasmi kuwa mechi kati ya Nairobi United na Gor Mahia ilisimamishwa kutokana na sababu zisizozuilika maarufu kama force major. Katika uamuzi wake, kamati hiyo ilielezea kwamba hali zilizosababisha kusitishwa kwa mechi hiyo zilikuwa nje ya uwezo wahusika kuziepusha, hivyo hakuna upande uliopatikana na hatia ya kuvunja kanuni za mashindano. Kwa mujibu wa kanuni na taratibu za FKF, kamati ilithibitisha kwa matokeo yaliyokuwepo wakati wa mechi iliyosimamishwa, sare ya goli moja kwa moja ndiyo itakayotambuliwa rasmi na kuingizwa kwenye kumbukumbu za ligi. Uamuzi huo unamaanisha kwamba kila timu itapata pointi moja, huku mabao yaliyofungwa yakihesabiwa kama yalivyokuwa kabla ya mechi ama mchezo huo kusimamishwa. FKF pia imeelezea kwamba hakutakuwa na marudio ya mechi hiyo isipokuwa kama kutatokea rufaa itakayobadili uamuzi huo kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Kamati hiyo pia imethibitisha kwamba mechi kati ya Ulinzi Stars na Muranga Seals ilisitishwa baada ya Ulinzi Stars kukataa kuendelea na mchezo. Kwa mujibu wa kanuni za FKF, timu ya Muranga Seals imepewa ushindi wa magoli mawili kwa bila. Uamuzi huo sasa umepelekwa kwa kamati ya nidhamu na kamati ya marefa wa FKF kwa ukaguzi zaidi na uwezekano wa adhabu za ziada dhidi ya Ulinzi Stars. Na tukisonga mbele, mtazamaji ni kwamba nyota na kiungo wa kimataifa wa Kenya, Harambee Stars Mohamed Bajaber anaweza kurudi ligi ya Kenya KPL mwezi huu wa Januari kwa mkopo kutoka Simba SSC ya Tanzania. Klabu za Kenya Police na Nairobi United zinaangalia uwezekano wa kumleta kiungo huyo nyumbani, huku mashabiki wa soka wakitarajiwa uamuzi rasmi utakaothibitisha hatima yake hivi karibuni. katika miambao nchini Tanzania, tuelekee ugaibuni ambapo droya hatua ya muondoano ya michuano ya klabu bingwa barani Ulaya, yani UEFA Champions League imefanyika leo, ambapo klabu ya Monako imepangwa kupambana na PSG ya kule nchini Ufaransa. Vilevile, Galatasaray tamwalika Juventus. Benfica atacheza kwa mara nyingine na Real Madrid. Borussia Dortmund atacheza na Atalanta. Karabag atagaragazana na Newcastle United, alafu Club Brugge apambane na Atletico Madrid. Inter Milan watacheza na Bodo Glimt, alafu Kiziba mkonga kitakuwa ni Olympiacos dhidi ya Bayern Leverkusen. Mechi hizo, kumbuka kwamba zitachezwa tarehe 17 na tarehe 18 mwezi huu wa Februari, ama mwezi unaokuja, mkondo wa kwanza, alafu mkondo wa wa pili utachezwa tarehe 24 na tarehe 25 mwezi wa pili Tuendelee mbele, tuangazie michuano ya Europa pia ambayo pia ratiba imetolewa hivi leo, baada ya draw ya hatua ya muundoano kupangwa, ambapo PAOK ya kule Ugiriki itapambana na Celta de Vigo klabu ya kutoka kule Hispania. Lille itacheza na Red Star Belgrade, Panathinaikos ya Ugiriki itacheza na Viktoria Plzen, Fenerbahce apambane na Nottingham Forest, alafu Ludogorets atacheza na Ferencvaros, Celtic atakuwa mgeni wa Stuttgart, alafu Dinamo Zagreba acheza nan atamaliza udhia na klabu ya Bologna ya nchini Italia. Kumbuka pia mechi hizi mkondo wa kwanza utachezwa tarehe 19 Februari, huku mkondo wa pili ukichezwa tarehe 26 mwezi wa Februari. Vile vile kumbuka draw ya raundi ya 16 itapangwa baada ya kukamilika kwa michuano hiyo ambayo nimekutajia hapo. Tuangazie hamisho wachezaji, ambapo klabu ya Inter Milan na Bayern Munich wanaomezea mate na hodha wa Arsenal na timu ya taifa Norway, Martin Odegaard, ambaye amewekewa bei ya takriban euro milioni 80 na dewa. Mchezaji huyo amebakiza miaka miwili kwenye kandarasi yake ya sasa akiwa na washika bunduki Klabu ya Newcastle United inaongoza katika mbio za kumsaini kiungo mshambuliaji wa Real Madrid Brahim Diaz. Taarifa zinaonyesha kwamba Real Madrid ingekubali ofa ya karibia milioni 60 kwa ajili ya mchezaji huyo. Klabu za Manchester United na Liverpool zimeshika mstari wa mbele katika mbio za kumsaini nyota wa Barcelona Rafael Diaz Beloli almaarufu kama Rafinha. Ripoti zinaonyesha kwamba kila klabu inaweza kutoa ofa ya euro milioni 95 ukuu mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil akitarajiwa kupatiwa mshahara wa euro milioni 22 kwa mwaka katika vilabu hivyo ambavyo vina mezia mate. Kwingineko ni kwamba Arsenal wamepewa nafasi ya kumsajili kiungo wa Ufaransa Eduardo Camavinga kutoka Real Madrid ambaye anakadiriwa kufikia poni milioni 80. Chelsea wako tayari kutoa euro milioni 150 kwa ajili ya kiungo wa Real Madrid Jude Bellingham. Inaripoti kwamba miamba hao wa London wamepewa donge nono ili kuongeza nguvu katika timu hiyo kuelekea msimu unaokuja. Na mtazamaji, kufikia hapo nasema shukran za dhati, shukran sufufu kwa kuhakisha kwamba unaichagua Alshifa TV kwa kitu chako bora cha habari burudani na michezo. Sisi pia hatuna cha zaidi cha kukupatia, lakini kukusi tu endelea kutufuatilia maana, bila wewe sisi lolote wala si chochote. Wajua kuna maneno mengi sana wao yanasemwa mitaani. Mm, lakini kasikia bwana mmoja anasema ng'ombe anatoa maziwa lita 20 kwa siku na hana kelele. Lakini utasikia kuku mmoja ametaga yai moja tu na anaanza kupiga manduru eti kaka nyingi sijachokoza mtu jamani. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya mwelekezo wangu umekuwa ni Rajab Abubakar. Piga picha Brian Maina akiwa ameshirikiana na Christopher Moriuki. Nashukuru sana timu nzima ikiwemo mhariri mkuu Jonathan Mwanzia kwa kufanikisha matangazo haya. Mtazamaji na kutakia weekend njema, wiki njema pia, bila kusahau ndugu zetu Waislamu na watakia Ramadhani.